Serikali imetangaza mipango ya kuongeza mgao wa hazina ya kitaifa ya utafiti kama mbinu ya kuimarisha utoaji huduma hiyo kupitia ukuzaji wa ujuzi, kuongeza maarifa na kupiga jeki ubunifu na uvumbuzi kwa ujumla wake. Rais William Ruto amesema hatua hiyo itaongeza mgao wa bajeti wa utafiti wa taifa hili hadi shilingi trilioni moja katika kipindi cha mwongo mmoja ujao, na kuviwezesha vyuo vikuu kuwa mstari wa mbele katika uvumbuzi na ustawi wa kiteknolojia. Rais aliyesema hayo wakati wa sherehe ya tatu ya mahafali ya chuo kikuu cha kitaifa cha Ulinzi humo nchini. mahafali pamoja na familia zao walikongamana kwenye uwanja wa chuo kikuu cha kitaifa cha Ulinzi nchini huko Lanet, kaunti ya Nakuru, kwa ajili ya shughuli pevu iliyowawezesha kuhitimu na vyeti vya uzamili, shahada na diploma katika nyanja zao husika and by my Rais William Ruto aliyeongoza hafla hiyo alitangaza kwamba serikali inadhamiria kuongeza mgao wa bajeti ya hazina ya kitaifa ya utafiti kutoka kwa asilimia ya sasa ya 0.8 hadi asilimia mbili ya pato jumla ya taifa. We settled on human talent development because our people, the people of Kenya, are the most precious and irreplaceable resource that we have. No country can rise above the abilities of its citizens. Mbali na kuimarisha uwezo wa wafanyakazi wa humu nchini, serikali kupitia hazina hiyo inatarajia kuongezeka maradufu kwa mpato kutoka kwa taasisi za elimu ya juu na ushirikiano wa kina baina ya vyuo vikuu na soko la ajira. Partnerships that design practical solutions to real world challenges as it happens in leading innovation ecosystems around the world. Kiongozi wa taifa alipongeza chuo kikuu cha kitaifa cha Ulinzi nchini kwa wajibu wake katika kutekeleza tafiti tete ambazo zinahusisha athari za aina yake kwa ajili ya usalama wa taifa na maendeleo. Aidha, alisema kuwa masomo yanayoendelea kuhusu mbinu endelevu zitapiga jeki juhudi za kukabiliana na changamoto za usalama katika eneo la kaskazini mwa nchi, pamoja na masuala mengine yanayoibuka kuhusu usalama wa taifa.

The university continues to build its niche as a center of excellence in graduate, graduate training within the security sector. Rais alitoa wito kwa mahafala wawe na ujasiri na ubunifu katika kupambana na changamoto zinazosibu dunia pevu na iliyounganika. John Jacob Kuria, Darubini.